Leo tarehe kumi mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita eh, katika eh, mahakama ya kimkazi Kisutu, kesi mbili ziliitwa kwa ajili ya kusikilizwa eh, moja ya kesi ni ya Tumaini pamoja na Gasper ambao wanatuhumiwa kwa kosa la eh, armed robbery. Eh, wanatuhumiwa kufanya hilo kosa kwenye baa inayoitwa The Voice lakini baada ya kufika mahakamani E, upande wa jamhuri walisema kwamba maelezo ya awali hajakamilika kwa hiyo waliomba ahirisho hadi kesho ili waweze kusomewa maelezo ya awali kwa hiyo kesi hiyo iliahirishwa e, kwa ajili ya kesho mpaka kesho saa nne ili watuhumiwa hao waweze kusomewa maelezo ya awali ambayo ni Tumaini pamoja na Gasper e, lakini pia kesi nyingine ilikuwa ya Nasri Lawrence ambayo yeye yeah, yeah, anatumiwa kwa makosa matatu. Moja ni kuvunja duka, jingine ni kuiba, na kosa la tatu ni kukutwa na vitu ambavyo vinadhaniwa kwamba ni vya wizi e. Kesi hiyo iko mbele ya Mheshimiwa Makube na leo tumesikiliza shahidi mmoja na baada ya kumaliza shahidi huyo mmoja, kesi hiyo imeahirishwa mpaka tarehe kumi na nane mwezi wa pili e, mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambapo wamebaki mashahidi wa tano na mahakama imeagiza mashahidi wote hao wawepo siku hiyo e, wote watano. Kwa hiyo kifupi ni hayo ambayo yamejiri siku ya leo e, hapa mahakamani. Asante. Mimi kwa jina naitwa Maria Richard Msongola Ngoma, ninafuatilia kesi ya mtoto wangu Nasri Lawrence Mkangaa. E, nashukuru kwa ushirikiano wenu, natumai hii kesi ya huyu kijana itaenda vizuri, anaona mko pamoja na mtoto wangu. Mwenyezi Mungu awabariki, mwe na moyo huo huo, msiniache. Najua ipo siku Mungu atajalia, atakuja kutoka. Hakuna kicho kwa na shina ikakosa kwa na ncha, kila kitu kinatakuisha. Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu, mko pamoja na mimi na kijana wangu. Mwenyezi Mungu awatie nguvu. Tarehe 18 tutakapokuja, mrejee tena hapa tupambanie ili swala huyu kijana. Nashukuru sana, ni hiyo tu Amina. I, I say, ni changamoto nyingi sana yaani eh, yaani sometimes hata kula pia chakula nakula nanisi kama sili chakula nisi kama nakula pumba za kuku. Yaani sometimes nikikaa hivi huwa nalia, ni kijana wangu naumia sababu unakuta hata vitu ambavyo anahisiwa navyo kweli sio vya kweli. Mara asime milango mitatu, mara tv, mara simu. Leo hapa cha ajabu ni suruali hizo moja na mashati kadhaa, si matatu yale, na viatu tofauti tofauti. Kwa kweli ni kitu cha kusikitisha sana. Tunaomba kama wanatusikia mama huko aliko, hii kesi ameiona naomba Mheshimiwa Makube angalie kwa macho mawili, huyu ni kijana wake, ndio vijana wanao ambao watakao ijenga hii Tanzania. Ni hilo tu lakini napitia mazito kwa kweli, naumia na yangu nalia, kupitia kijana wangu naumia sana, mimi kama mzazi wa kike. Ni hilo tu mheshimiwa, naendelea kuendelea kuongea kwamba Mwenyezi Mungu atie nguvu, muendelee kupambania, sio huyu tunayo wengine. Ni hilo tu, hakuna lingine.